Ila safari hii nikapanga nimwoneshe. Weit alipofika na bili, ilikuwa ni taimu ya kutumia mkwanja wangu. Chef vipi, pesa ni mpesa. Nilidhani <laughs> mi ndio mjanja, kumbe washikaji walinizidi kete. Lipa kwa mpesa kutoka mitandao yote na akaunti za benki upate zawadi za papo hapo. Pesa ni mpesa. Upande wa ligi kuu ya Vodacom tulikuwa tuna mechi namba 81 ilikuwa ni mechi ya Ndanda eh, na Njombe Mji. Katika eh, mechi hii eh, timu ya Ndanda ilichelewa kuwasilisha eh, team match list, rosa ya wachezaji na technical bench na, eh, na kwa mujibu wa kanuni kwamba rosa hiyo inatakiwa kuwasilishwa kwenye kikao cha technical meeting ambacho inafanyika saa nne asubuhi

iugana na kosa hilo. Lakini vile vile katika mechi hiyo kuna wachezaji wawili walifanya vitendo vya utovu wa nidhamu. Wachezaji hawa ni Lambart Sabianka wa Tanzania Prisons na Obrey Chirwa. mechi ya Lipuli na Tanzania Prisons. Katika mechi hiyo, kitumani wa Lipuli wajoni mketo alitukana na mwamuzi na kutokana na kosa hilo, sasa tumemsimamisha, tumempeleka kwenye kamati ya nidhamu kwa ajili ya hatua za kinidhamu. katna mechi namba tisini na nne ilikuwa ni mechi ya mbao na Yanga

Katika mechi hiyo mchezaji shaa alimpiga mwamuzi a, tumemsimamisha na tunampeleka kwenye kamati ya nidhamu ya TFF kwa ajili ya ya a zaidi. Lakini katika mechi hiyo waamuzi wote wanne Ndushamga, aaa, koma Suasuani na Omari Juma wamefungiwa miaka mitatu kila mmoja kuchezesha mechi, kwa sababu walichezesha mechi hiyo chini ya kiwango na adhabu yao

na eh, imeongea kisha kwamba inaonyesha kwamba kiwango cha waamuzi kwa chini lakini bado ilikuwa inastahili kwenda mbele ilionyesha kama matokeo ya ngiliano ya CR na kwa ajili ya. Lakini kwa upande wa ligi daraja la pili tulikuwa tuna mechi ya Transports na Kitayose, Kitayose wamejibu faini elfu hamsini na hao walifanya kikao cha maandalizi ya mechi walikuwa pungufu, badala ya kuwa wanne wao watatu na adhabu yao ni kuwapunguza

Msimu huu wa sikukuu nilimtembelea rafiki yangu jioni, miaka mingi imepita. Mafuta yalikata njiani, ikabidi kusukuma gari. Nikiwa natoa pesa nilipe <laughs> kumbe malipo yameshafanyika Chief, vipi? pesa ni Mpesa. Ha? baada ya kununua zawadi za, za sikukuu sasa nikapata nafasi ya kulipa. Chief, vipi? pesa ni Mpesa. Alikuwa akilipa kila mara kila sehemu, ila safari hii nikapanga nimwoneshe. Weita alipofika na bili ilikuwa ni time ya kutumia mkwanja wangu, nilidhani <laughs> mimi ndio mjanja, kumbe washikaji walinizidi kete. Lipa kwa M-Pesa kutoka mitandao yote na akaunti za benki upate zawadi za papo hapo. Pesa ni M-Pesa.